Katika hali ambayo huenda ni ngeni katika mataifa yaliyo mengi duniani ni kwamba serikali ya Marekani imefunga shughuli zake kwa muda kufuatia chama cha Republican na Democrats huko bungeni kushindwa kukubaliana kuhusiana na mpango mpya wa matumizi. Hii ni Trigen Media. Serikali ya Marekani imefungwa baada ya wabunge wa Republican na Democratic kushindwa kutatua mkwamo wa bajeti. Mgogoro huo utaathiri ufadhili wa shughuli za serikali ndani ya mwezi Oktoba, na huenda ukasababisha usumbufu mkubwa kwa raia wa Marekani hususan katika shughuli kama vile safari za ndege na utalii katika mbuga za wanyama. Hatua wa hiyo ya kusitisha shughuli za serikali ya Marekani kwa muda utasababisha asilimia 40 ya wafanyakazi wa serikali ya shirikisho kulazimika kuwa katika likizo bila malipo ambapo takriban wafanyakazi laki nane watatakiwa kuwa likizo hiyo. Lawama za hatua hii iliyofikiwa zinaelekezwa moja kwa moja katika bunge la taifa hilo, kwamba wabunge wamechangia kufikia hatua ya serikali kufunga shughuli zake ikiwa ni takriban miaka saba tangu tukio kama hili litokee nchini Marekani. Hii si mara ya kwanza kwa serikali ya Marekani kufungwa, bali hii ni mara ya kumi ndani ya miaka 40. Itakumbukwa kwamba mnamo mwaka 1980 mwanasheria mkuu wa serikali nchini Marekani chini ya utawala wa Rais Jimmy Carter alitoa tafsiri dhaifu ya kisheria iliyosababisha serikali kufungwa mwaka 1981 chini ya utawala wa rais Ronald Reagan alipopinga mswada wa ufadhili. Serikali ilifungwa pia kwa muda mfupi. Na kufungwa kwa mara ya mwisho ilikuwa ni Disemba 21 mwaka 2018 ambapo serikali ilisitisha shughuli zake hadi kufunguliwa tena Januari 25 mwaka 2019 na, na huu ulikuwa muda mrefu zaidi katika orodha ya muda uliowahi kufikiwa, huku serikali ikiwa imesitisha shughuli zake katika maeneo mengi duniani ama katika mataifa mengi duniani. Kufungwa kwa huduma za serikali ni habari mpya zaidi hii ni Trigen Media.